Hapa hii chemba yetu ya biashara hmm, iko mikoa yote ishirini na sita ya jamhuri ya muungano wa Tanzania atanzania na Zanzibar kule, tunashirikiana na wenzetu wa Zanzibar National Chamber, na tuna MOU kufanya kazi pamoja. Kwa hiyo tuko mikoa yote ishirini na sita tuko wilaya zote za jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwa hii ndo moja ya taasisi kubwa kabisa za senta binafsi hapa Tanzania.

kwa sababu huwezi kuwa na miaka 36, 37 usiposoma changamoto. Chemba si yetu ilipitia kunyuma, changamoto mbalimbali za kiuongozi, za kitendaji eh, na hii ndio imeifanya leo hii tuko hapa, tunajaribu kufanya mabadiliko makubwa ya kwamba sasa hii chemba inasimama na inakuwa imara kuisaidia serikali kujenga uchumi wa nchi. Ndio hasa ambayo imetuleta hapo Nmweshimiwa mgeni rasmi, jana tulikuwa na mkutano wa mashauri kuu ambapo tulipitisha mabadiliko wa katiba, na sisi mashauri kuu leo tunaleta wenye mkutano kuu kwa maalum kwa ajili ya kuapitisha ili tuweze kufanya mabadiliko makubwa ambayo amefanya hii ibadilike iwe sasa ni chemba ningine za kimataifa. Mweshimia mgeni pamoja na habari yapo mabadiliko mengine ambayo tumeyafanya na naendelea kufanyika, hasa mabadiliko ya mifumo ambayo tumejenga. Kama ambapo dokta Anga amesema hapa kwamba usipokuwa kwenye dijitali unapita. Kwa hiyo ah, kuna mifumo tunatengeneza chemba. Kuna mfumo wa wanachama ambao tunatengeneza sasa hivi kwenye stiki za mwisho kabisa, wiki mbili zilizopita tunautesti, ambao tumefadhiliwa na TradeMark Africa kuna mfumo wa certificate of origin na wao kushomisho sana sababu certificate of origin sehemu kubwa zinafanya manual. Kwa hiyo tumetengeneza mfumo ambao unasomana na mifumo, kama maelekezo ya mwenyekiti wa TNBC si, ambaye ni mheshimiwa rais, kwamba mifumo yote isomane, na sisi tulikuwa na mishahara yetu la kule TRA la certificate of origin, na sasa hivi tuko kwenye very final stage ni sababu testing tasomana na mifumo ya TRA e, ili mtu aombe certificate of origin ya mzigo wake online aipate i online, ailipie online, na naiingie kwenye mifumo yote ya mama online bila kwa wake ko. Nafikiri kwenye mwezi unaokuja tutaanza full operation, lakini pamoja na hiyo, mheshimiwa mgeni rasmi, tumetengeneza mfumo wa NTB nani kazi mbele. Sisi sisi sisi, miaka zamani, ndio tulianza mfumo hata kabla digital kufikia leo hii ambapo tunao sisi. Kwanza tunatumia siku za koloni na meseji za kawaida, hata kama WhatsApp, na tulishinda tuzo mpaka nje ya nchi. Nafikiri watu walienda hapa paka tuzo, ndio chemba tulishinda hiyo tuzo, lakini hapa hata tukapotea. Sasa tunarudi na mfumo wa MTV. Mtu akipata changamoto kwenye bodi anajaribu kutuma message kinaenda kwa wahusika wote, wanamrahisishia, anaweza kupita boda na kufanya biashara yake kwa modo yetu. Hii hapa kubwa na tunataka endelee kuwa kubwa kwenye uchumi wetu sisi. Vile vile tunapeeza mfumo kwa ajili ya ya mazingira ya biashara. Hii help desk itakuwa ni automatic, mtu anaweza akipata changamoto ya mazingira ya biashara atasema moja, fumo, moja, koto, tawezo, moja kwa moja kwenye mfumo na mfumo uta communicate moja kwa moja kwa moja. Ndo vitu ambavyo mheshimiwa, viko on the way na kwenye kuvimalizia, ili chemba kuifanya iwe hiyo moja kabisa. Kwa hiyo maboresho hayo tunaamini kwamba si tu kwamba atasaidia chemba, lakini yatasaidia nchi yetu kuboresha mazingira ya biashara na kuboresha uchumi wetu ili kuwe endelevu na jumuishi. Mheshimiwa mgeni rasmi hapa, mabadiliko mengine ya katiba ambao tunafanya chemba, msingi wake mkubwa kabisa ni kuifanya chemba iwe isiv, chemba isiwe na mipaka. Watu wote wanafanya biashara za dajizote za kiuchumi waweze kuingia chemba, kuwa na chama cha chemba tunataka kuingiza makundi ambayo ni muhimu sana katika uchumi wetu, mojawapo ilikuwa ni kundi la kinamama na kundi la vijana pamoja na watu wenye ulemavu wowote ule. Sasa katiba yetu kama inatubizwa leo na wajumbe, inawatambua na watakuwa kwenye lengo kuanzia ya branchi ije wilaya ije mikoa mpaka taifa mm.